Kwa nini tunahamasisha bonanza hili kwa ukubwa? Ndio bonanza la kwanza kwa bunge la kumi na tatu toka uchaguzi umefanya nini, umeisha. Ndio bonanza la kwanza linafanyika kubwa la kutueta wabunge pamoja na watumishi pamoja na wananchi pamoja. Dodoma ni moja, lazima tuendelee kushikamana, si ndio, ndugu zetu, na kuiunga mkono serikali yetu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa fursa hii ambao sisi kama bunge tunashiriki michezo, lakini taifa letu limebaki kuwa na amani na ulinzi zaidi. Tunawaombeni mashabiki wa Yanga Dodoma na wa Simba Dodoma. Tarehe 31 mje muonyeshe umwamba pale John Merlini viwanjani. Wabunge wamejipanga, wabunge wamejipanga asilimia mia moja. Wabunge wamejipanga chini ya waziri wetu wa michezo, Paul Christian Makonda. Atakuwepo pale kuongeza msafara kuhakikisha pia kwamba hizi timu zinashiriki michezo. Kwa hiyo atakuwepo waziri mkuu lakini ndio kuwepo na waziri Makonda. Na wabunge pia watakuwepo kwa kijiji kuhakikisha kwamba anashiriki michezo pamoja na watumishi pamoja na katibu wetu wa bunge aa, baraka atakuwepo katika kufanikisha tukio hili tunakaribisha michezo inaunganisha jamii michezo inakuza afya katika jamii kwa hiyo benki ya azania itaendelea kushikamana na serikali na bunge vile vile na wadau wote wa michezo ili kuendelea kukuza michezo katika nchi yetu